mi ya leo nafurahia sana juu tumejiunga sisi wote na the turn up eh. Naona watu wengi kiasi, kwa hivyo it's a great day. Najua by the time tunamaliza itakuwa siku mzuri. Meanwhile, I have a number of things nilikuwa nataka niseme na now that nimepata hii opportunity, i think uh, it's good eh. Nizi highlight to at least ikue much easier time, ingine wakati itakuwa, we have a meeting itakuwa so short, so itakuwa rahisi na itakuwa nimefikisha some points home. Tukiwa tumesimama hapa tuna represent private garbage collectors of which we have a a union inaitwa intercounty garbage collectors led by Mr. Kifagio, ambayo tukiwa on a daily basis kazi yetu ni ya takataka. Tunakuanga na msemo mmoja ambao tunasemanga, hii takataka ndo kazi. hii takataka ndo kazi, na we have a number of things zenye tumekuwa tukieka ambazo zimekuwa zikifanya a smooth running of our work, na imekuwa rahisi juu tuna interact with the county na bado tuna interact na the garbage collectors, na inakuwa much easier in working, inakuwa rahisi kabisa. Kwa hivyo kuna vitu tulikuwa tumependekeza na nyinyi kama community, mkiwa hapa nje, i think you see those things. Tunasemanga kila gate yenye tunabebanga takataka, any garbage collector anaeka ma, kwa hiyo gate. Do at least tujue hawa watu wenye wanapea watu wengine kazi ngumu. Tunapata hizi mahip za takataka zenye zinawekwa huku, mahip za takataka zenye zinatupwa zinatoka wapi? those are the apartments with no CBOs, with no no CBOs garbage collectors that are are doing doing, what they are doing, they are dirtifying our environment. And this is an area that sisi wenyewe wana day to day life tuna depend on to avoid ma, nini zinaitwaje diseases na magonjwa ambayo mengine yanaibuka magonjwa mengine ambayo yanaibuka because of a dirty environment. Na bado ukiangalia kuna CBOs na ambazo tunawaitanga wakulima wadogo wakulima wadogo, these are the people who are using mikokoteni wenye wanatumia nini kufanya kazi zao za kila siku kupata kipato chao, so those are the people who wanatumia mikokoteni. You see those cats who, nini? hanging around, hata kuna zingine zinakuanga parked hapa na zinakuanga zimetengenezwa kwa muundo muundo wa kubeba takataka only. So I think hiyo ni achievement from our side as inter county garbage collectors mi being their secretary inamaanisha tuna move kutoka one point to another. Habari zenu, mko salama? Mi naitwa Jeremy Aduda kutoka pande za Lang'ata Mgumoini, environment officer. Ningependa uh, tu kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo mnafanya na niwambie mwendelee hivo hivo tu. Mjue mambo ya mazingira, mazingira tunasemanga ni yetu sisi wote, sindio? Eh, so mjue tuweke mazingira vizuri, tukiitwa cleanups kama hizi tukuwe tunatokea. Na pia niwahimize mshirikiane vizuri na viongozi wenu kina Eda, mwapatie uh, an easy time, mwapatie cooperation ile wanahitaji, ndio tusukume kazi iweze kwenda mbele. Asante sana kutualika huku Eda. Naitwa Hilda, nimetoka Langata pia. Asanteni uh, kwa kazi nzuri, kwa kujituma, kwa kujitolea, na tunaomba tu tuendelee kuzingatia usafi wa mazingira. Inaanza na sisi. Naona pia watoto wadogo wako. Uh, ni vizuri sana kuinvolve watoto kwa mambo kama hii. So tunaomba tuendelee pia kuhimiza, uh, watu kila mahali ambapo wako. Ukiona hata mtu anatupa karatasi, mkataze tu, mwambie hiyo karatasi ukitupa nani ataokota? si ndio? Mazingira yetu inaanza na sisi, so tujitume. Asante, mengi yamesemwa, kwa hivyo sitaongea sana, but I want to point out something that has been said over and over again, the responsibility environment ni yetu, ni yako na ni yangu. so, I'll give an example. Nilikuwa kwa basi naelekea Coast, tumeketi hapo, kuna mtu akoka kwa kwa kwa kio kakunywa soda yake akatupa hivyo, nikamuliza umelita akasema eh kanjo wata okota so imagine hiyo basi ilikuwa inapita hapa mmemaliza kusafisha raunda yenu alafu mtu atupe aseme kanjo ita so, responsibility si ya kanjo Cause kanjo mimi department yangu ofisi yangu mi nita retire niende nani anabaki kwa community ni nyinyi wenyewe so, the responsibility is yours and your generations to come na the other thing pia kwa tunaomba hizo market zikiwa identified, itakuwa rahisi hata utapata, the county lorries they are doing their work smooth because mostly unapata zinaenda kuokota takataka zenye watu wamefail, wamefail and those are people supposed to be saying, private garbage collectors. Kwa hivyo itakuwa rahisi sana for them, watakuwa wanafanya ile kazi ya masoko, na soko zetu kila wakati itakuwa inaachwa ikiwa safi lakini sasa tunataka pia kuonyesha kabisa kwa ule mwenye anakuwa anafikiria yeye anakuwa garbage collector akiwa private kivyake ajue si ayuko kivyake. Sisi sote ni kushirikiana, pande hii ngine tunahitaji pande ya kanjo na wao wanatuhitaji, ndio maana tuko na umoja wa kufanya kazi ya garbage na tuifanye tukiwa pamoja. Sawa, wasalumu tena katika jina la Yesu. Tumeenda tumepitia pale, tukapita hivyo, tunaenda kuvuta takataka zimejaa. Na ile kitu ifanya twende ni kwenda kupeleka hawa maofisa zetu wajue kwenye ka, takataka zimewekwa, ndio wakiwapata na gari huko kwa ofisi wanaweza kutoa sababu wameenda, wakiona hapa kuna shida, hapa kuna shida, hivyo hivyo. Tumetoka hapa, tutatoka ahii hii iko hapa kwa makanisani mingi, tumetoka hapo tukaenda na highway tukaenda mpaka corporation, tumeona maajabu, takataka zimejaa hii kwa hivyo tunawaombea hawa maofisa zetu kwa, wakienda kwa ofisi zao wasaidike na magari, ndio tuweze kuondoa hizo takataka, ndio takataka iie tena kwa barabara. Kwa hivyo aina wasii sana, aina washukuru sana pia. Nyinyi nasema ni asante kwa vile mmefanya kazi ya ajabu kufagia hapa. Tunalinua jina la Bwana na Bwana wabariki. Amen. Eh, habari zenu yote. Kwa niaba ya community namba kumi nasema asante sana na mimi najua niko na timu hapa, hizo wameharauka, wameanza kujua kuna kitu wanafanya, wananipendeza sana. Hata hii arauda nataka tuungane paka hii ya Nairobi. Unajua tunaangalia tunaona kwetu ni kusafi ni kusafi, tunaangalia pande ya Nairobi tunainama upande moja, hata zingine nasemaga ai, huko ni kubaya, lakini enyewe hata huku tutafika. Nataka hata Nairobi pande ya mudhoa tushikane tukuje tuwe kitu moja, tufanye kazi, si tunataka usafi? Na kama vile tunasema, nimeongea na maafisa wetu hapa, na wamesema wanajiandaa, tutaingia kwa kila nyu, kila boma kuangalia stickers. Kwa hivyo kuna watu ambao wako wanazoea kutupa takataka ovyo ovyo, nimeshika vijana kadhaa mtu anapatiwa ishirini anaenda kutupa takataka pahali anataka. Na pia hata mkienda huko manyumbani, mwambie maradirodiwala wako huko, saa hii ni kubaya. Yule mtu tutashika tu na takataka, ameweka takataka takataka yake ama tushike mtu kijana moja na takataka. Saa hii niko na maofisa, tuko na maofisa hapa, nimigawamba maofisa, tushirikiane na nyinyi. Mimi nikileta mtu kwako usihurumie wacha tupeleke mbele hiyo funzo kwa wale wengine, kwa sababu hata wanasema ati hiyo sio kitu kwao, ndio wajue kuna kitu. Alafu sasa ningewaomba hata nyinyi, tukilete mtu kweni, wachani kuimarizia hapo chini, wacha ipande, ndio wale wengine wako huko wajue kuna shida. Mpaka tunaingia tunakuta, mpaka masioji amewachiliwa kwa barabara. Jamani, aizo hizo sio kazi, sisi tunajitolea wengine wanachafua, wacheni. Mpaka maofisa si wetu, tushikane na tufanye kazi. Asanteni nini. Intercounty Garbage Collectors iko na timu ambayo iko hapa siku hii ya leo. Ni timu ya Intercounty Hustle Hub. Wangapi wa Intercounty Hustle Hub? Tuoneshane kwa mikono tafadhali. Intercounty Hustle Hub, wenye tunapatananga kila Saturday kufagia huku, kila Saturday tunapatananga, each and every Saturday tunakuonga na clean up along Uthiru ama tunaenda dumbo These are the people who are helping us. Tunafanya area yetu inarudi kuwa safi na ikiwa safi, tunaomba we are requesting. Tukae chini sisi wote to have a solution yenye tutakaa hizi illegal dumpings na tutakaahata kazi ya inter-county hustle hub. Itakuwa rahisi wakikuja wanadiltu na zile place major na pressing. Instead of going to some illegal dumpings, kuhakikisha pia ziko cleared. Itakuwa much easier. Before ni karibisha Wangari, uh, unaona tukifanya hiyo litter picking. Don, msifanye litter picking peke yake. We are doing kitu inaitwa sensitization. Mnongelesha the community, mnawaelezea why they should be maintaining cleanliness, how they should do it. Sio kwa sawa tufanye sensitization, not only clean up, but sensitization to the community. Watu wenye wako kwa barabara tunawainform. Sio kwa sawa angalia ya miti inavyoinama, majani mabichi yanayopendeza, nchi yetu mama, tuna deni nayo, tuihifadhi, tuiheshimu, tuipende. Mazingira yetu tuchunge mazingira yetu tuchunge, tulinde, maji safi, hewa safi, dunia salama. Mazingira yetu tuchunge, tulinde, upepo wa subuhi unavyotabasamu, sauti ya ndege ikinituliza moyo, angalia miti inavyoinama